Hapa ni mahali ambapo tunakutana na habari kimataifa. Karibu sana. Kenya imezindua reli mpya kati ya mji wa Mombasa hadi Nairobi, iliyotengenezwa kupitia ufadhili wa shilingi bilioni 3.2 kutoka serikali ya China. Jaclin Combe ana taarifa zaidi. Kenya imezindua reli mpya kati ya mji wa Mombasa hadi Nairobi, iliyotengenezwa kupitia ufadhili wa shilingi bilioni 3.2 kutoka serikali ya China mradi huo wa takriban miaka mitatu iliyopita unatajwa kuwa mkubwa kutekelezwa na serikali tangu taifa hilo lijipatia uhuru wake. Reli hiyo inatarajiwa kuunganisha Sudan Kusini, DRC Kongo, Burundi na Mombasa. Safari ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi na treni hiyo ya kisasa itachukua saa nne na nusu ikilinganishwa na saa tisa saa kwa kutumia basi na saa kumi na mbili kwa kutumia treni ya zamani. Asante sana Jacklin Combe. Kinachofuata sasa ni maoni ya kwako, ambayo kuwa umeandika kuhusiana na taarifa ile ya kupoteza mzee wetu Mzende Samburo.